Mnamo Juni 14, 2025 halmashauri ya manispaa ya Temeke kwa kushirikiana na makao ya kulelea watoto wanaoishi kwenye mazingira hatarishi wamejumuika kwa shangwe na nderemo katika viwanja vya makao ya Jeshi la Wokovu kusherehekea Siku ya Mtoto wa Afrika, ambayo ni siku maalum ya kuenzi haki, mafanikio na changamoto zinazowakabili watoto barani Afrika. Dizim, ustawi digital jamii yenye ustawi. Kwa mwaka huu maadhimisho haya yaliangaziwa na kauli mbiu isemayo, tulipotoka tulipo na tuendapo, tunaomba tupewe haki zetu. Kauli mbiu hii imekusudia kuhamasisha viongozi, wazazi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kuwa haki za watoto zinalindwa na kutekelezwa kwa vitendo. Jamii yenye ustawi, furaha yetu Kwa mitaani, haki za watoto ziko wapi? Ndugu zanguni, haki za watoto ziko wapi? Mtoto ana haki ya kuishi, kupatiwa malezi stahiki kama mtoto. Lakini angalieni mtoto huyu. Tazameni mtoto huyu maisha yake kutokana na kukosa uangalizi mzuri kama mtoto. Wazazi wangu, mtoto ana haki ya kulindwa, ndugu zangu, ni mtoto ana haki ya kuendelezwa, mtoto ana haki ya kushirikishwa kusikilizwa, kuheshimiwa na kutokubaguliwa pia. Ah, inauma sana jamani, inauma. Kuna kitu gani umekiona kwenye igizo hadi wewe imekupelekea kusema watoto wana haki ya kuishi? Kwa sababu wazazi wawe na uangalizi kwa watoto wao, kwa sababu wazazi wengi wamepunguza uangalizi juu ya watoto wao, si ndio? Eh, na pia mtoto hakulindwa, ndio maana kilichotokea pale akaamua kujiua, sijui alikufa alimuliwa ndio maana mpaka mwisho siku tumekuta dada yake pale anamlilia mdogo wake. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Mtoto ana haki ya nini? Ya kushirikishwa pamoja na kusikilizwa. Ndio maana leo hii tumekutana eneo hili katika maadhimisho ya nini, ya siku ya mtoto wa Afrika. Wenda kusinge kuwepo na haki kwamba kwambaya mtoto anahitaji kushirikishwa katika masuala yanayomuhusu, wenda leo hii sisi tusinge kuwepo nini, eneo hili tukisherehekea au tukifanya maadhimisho nini ya siku hii ya mtoto wa Afrika. Tulipotoka tuliona kwamba watoto wengi, maamuzi mengi alikuwa anafanya pamoja wazazi na walezi, hata pamoja na nini na serikali. Ilikuwa tunasema bwana, unafanya moja mbili tatu. Mfano mzuri katika familia, baba ndio alikuwa anasema kwamba na sauti anaamua, aidha bwana, mtoto ukasome au usi nini usisome, ukaa nyumbani usaidie nini kazi, ila kupitia vyombo vyombo hivi vya ulinzi na usalama kuwepo kwa mabaraza unaona kwamba mtoto mwenyewe anakuwa na uwezo wa kudai haki haki ya nini? Ya kupata elimu hii kwa sababu nini? baada ya kushirikishwa ana haki ya nini? Ya kusikilizwa kwa hiyo tunaona kwamba inasaidia nini, kwa kiasi kikubwa haki za mtoto, ana haki ya kusikilizwa, eh. eh -huh. ana haki ya kusoma ehe, ana haki ya kua Ala, kusema ehe, umeelewa zaidi katika eneo la haki ya kusikilizwa kama mtoto, si ndiyo? Ukisikilizwa unajisikiaje? Najisikia vizuri eh? Haya. Sanaa ya mtoto. Eh. Mtoto anatakiwa kubaguliwa. Mtoto atakiwi kubaguliwa, eh? Dio apewe haki zinazostahili kama mtoto, si ndiyo? Eh kama vile kusoma shule eh uh eh, -huh. Kupewa chakula eh uh -huh. Kulea katika malezi salama, ndio, na pia mapenzi mazuri kama watoto wengine. Mtoto ana haki ya kutobaguliwa. Kuna watu <todicata> wakimwona mtoto labda <todicata> ni mlemavu wanambagua. Na <todicata> wengine wazazi wengine kabisa <todicata> wanaweza Sawa sawa. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Kumbuka, mtoto ni binadamu aliye kamili, ila ana uzoefu mchache katika sayari hii. Utakapokuwa unatoa maelezo, utakapokuwa unajielezea, utakapokuwa na maswali uliyoyasikia kutoka sehemu nyingine, mtu wa kwanza kumuuliza swali hilo ni mtu unayemwamini ambaye ni mzazi wako, anaweza akawa baba au mama, kiongozi wako wa dini, ama mwalimu wako, ama afisa mwingine. Kama afisa ustawi na vitu kama hivyo tunafahamu fika. Uh, kama serikali watoto ni kundi ambalo liko kwenye watu maalum si ndio? Ni kundi maalum, watoto wengi hawawezi kujisemea. Kwa sisi wakubwa ambao tumetokana na watoto tunatakiwa tuwe sauti zao, lakini kwa jinsi uh, elimu ilivyo na sasa hivi mitandao na namna tulivyojiwa uwezo, hata sisi watoto tunatakiwa tujisemee, si ndio eh? Uh, ukatili wa watoto umegawanyika katika makundi manne. Wa kwanza ni ukatili wa kingono. Katika ukatili wa kingono tunaona kuna kubakwa na kulawitiwa wote tunafahamu, si ndiyo? Na masuala haya ni lazima yawe wazi ili hata wapinga ukatili waogope kuendelea kufanya. Sawa eh, lakini pia tuna ukatili wa kimwili. Sawa eh, tuna ukatili wa kutumikishwa, yaani ku, na kutokulipwa lakini vile vile unatumikisha ukiwa una umri mdogo. Ama watoto, tuna haki ya kupata matunzo yetu yote, yote ya aina tano ikiwemo uh, afya, mavazi, elimu, sehemu nzuri na salama ya kulala, lakini pia se ulinzi, ambao ni jamii nzima inapaswa itulinde sisi kama watoto. Hebu tuambie, katika darasa la haki ya watoto, umeelewa zaidi eneo gani? Kwanza. Nimeelewa kauli mbiu, haki ya mtoto, tulipotoka tulipo na tuendako, niushoelewa uh -huh. Mimi kushirikishwa katika maamuzi, kwamba mtoto ana haki ya kupata sauti yake kwa serikali, kuwa ana na haki yake ya kufanya maamuzi kama vile yani kwenda shule. Ana haki pia ya kupata sauti yake kwenda kwa serikali

una penda ufikishe kwa Mr. Cheli pale. Mr. Cheli anatusaidia kutokana na wadau wetu pale afisa, anatusaidia sana.

Jamii yenye ustawi furaha yetu. Ndugu mgeni rasmi, siku ya mtoto wa Afrika huadhimishwa kila tarehe 16 ya Juni ya kila mwaka, ikiwa na lengo la kuwakumbuka watoto wa kitongoji cha Soweto huko nchini Afrika Kusini, waliouawa kikatili wakati wakiandamana wakipinga utawala kibaguzi uliokuwa ukiendeshwa na makaburu mnamo mwaka 1976, 19, 19, 19. Ndugu mgeni rasmi Itakumbukwa kuwa mwaka 1989 ndio mwaka dunia iliandika historia mpya ya mtoto pale kwa Umoja wa Mataifa kuliko saini mkataba wa haki za watoto, na mwaka 1991 Tanzania iliridhia mkataba huo. Ndugu mgeni rasmi, mwaka 2009 nchi yetu kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilipitisha sheria ya mtoto inayozingatia mkataba wa haki za watoto kulingana na mazingira ya Tanzania. Hata hivyo, tangu kuwepo kwa sheria ya haki za watoto ya mwaka 2009, bado haki za watoto zimekuwa hazitimizwi ipasavyo, zinazopelekea mtoto kuto kujua kesho yake. Ndugu mgeni rasmi, kupitia maadhimisho haya, serikali na wadau mnakumbushwa kuandaa mipango thabiti ya kutetea haki za watoto, ikiwemo haki ya kupata elimu bora. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema 25 haki za mtoto tulipotoka tulipo na tuendako. Sisi kama watoto kupitia kauli mbiu hii tunaikumbusha serikali, wadau na jamii kuwapatia watoto wa kizao ambazo ni haki ya mtoto kuishi bila kukatishwa uhai wake, haki ya mtoto kuendelezwa kielimu na vipaji vya mtoto, haki ya kulindwa dhidi ya ukatili wa aina yoyote haki ya kushiriki kwa mtoto katika masuala yanayomhusu umri umri wake, na haki ya kutokubaguliwa kwa mtoto kutokana na hali yake. Akizungumza mgeni rasmi wa hafla hiyo mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Temeke mheshimiwa Abdalla Esi Mtinika, wakati wa ufunguzi wa hafla hiyo, alisisitiza yafuatayo: waheshimiwa sana watoto, najua mnajua kwamba chimbuko la siku hii lilianza baada kupitishwa ya kupitishwa kwa azimio la nchi 51 wanachama wa Umoja wa Afrika OAU. Lilipitishwa baada ya tukio ambalo lilifanyika Afrika Kusini mwaka 1976 ambapo baadhi ya watoto waliuawa wa kinyama, na Tanzania kama mwanachama wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika tumekuwa tukiadhimisha siku hii tangu mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja, na leo katika manispaa ya Temeke tunaungana na watoto wengine kusherehekea siku hii muhimu sana kwa ustawi wa watoto. Na kama mnavyojua, kauli mbiu yetu ya mwaka huu inasema haki za mtoto, tulipotoka, tulipo na tunapoenda. Maana yake ni kwamba haki za mtoto za leo, lakini haki za mtoto kesho na kesho kutwa, lakini pia hata haki za mtoto za tulikotoka huko. Yote hayo ni ombe sana yazingatiwe. Kama tuliwatendea watoto ukatili zamani, sasa hivi tusiwafanyie hivyo. Tunatambua changamoto zenu kuhusu ukatili, unyanyasaji, kutelekezwa na mambo mengine ambayo yanatokea mtaani. Nitumie nafasi hii kuiasa jamii ya Temeke na Tanzania kwa ujumla kwamba sisi viongozi na wazazi tusipokuwa makini na malezi ya watoto wetu, tutatengeneza taifa la ajabu. Tutatengeneza kizazi kisichoeleweka. Sasa, kupitia maadhimisho ya siku hii, nitoe wito kwa wazazi wote, walezi, walimu na viongozi. Tunahitaji kuijenga Tanzania kuwa bora zaidi kwa miaka ijayo. Lazima tuwekeze kwa watoto. Tukitaka watanzania wazuri wa baadaye, tuwekeze kwa watoto. Tukitaka walipakodi wazuri tuwafundishe watoto. Tukitaka viongozi wenye maadili tuwekeze kwa watoto. Naamini tukiweka nguvu zetu kwao, mambo mengi yanayotusumbua sasa hayatatokea. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Alima, mdogo wangu unamwona ukaka, naomba uende naye, fanya kila kitu atakachokwambia. Mdogo wangu ndio? Mbona unakuwa una huruma na mimi? Mwisho jana tu jana nimetoka kwa wanaume, nimerudi asubuhi. Leo jioni tena dada, kua huruma na mimi hata kidogo, Alima. Naomba unijibu unaenda ama huendi? Lakini nimesema leo. Unasema aje Alima? Mimi. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Madam, mbona sielewi? Unanifanyia mambo gani? <laughs> si tuliongea vizuri kwenye simu kwamba mi nikija tu nichukue mzigo wangu niondoke nao. Wewe nikwambie? Wewe nenda tu lako, nitakutumia baadaye. Sikia, mi naondoka, lakini nahitaji pesa yangu. Nikifika tu nyumbani nione message